Uanigani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya leo, ikiwa ni Aprili 20 siku ya Jumapili asubuhi. Tutaangazia habari kubwa zapa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti la kula Mwananchi kwenye habari kubwa zapa kipaumbele. Naanza na habari inayosema maumivu ya mazao kuzuiwa kuingia malawi ya anza, lakini pasaka ya simanzi kwa familia saba Pasaka ya simanzi kwa familia saba, kivumbi mirathi ya Augustino Mrema, na kivumbi mirathi ya Augustino Mrema. Lakini Mlundenga ameondoka na rekodi zake kwa misi Tanzania, yule Hashim Mlundenga ameondoka kwa rekodi zake misi Tanzania. Lakini bado kuna habari inaosema kaunga ilivyogeuka Lulu Dar es Salaam, ila ni hatari kwa afya yako. Yule habari inapatikana kwenye gazeti la Wananchi kwenye kurasa za mbele patana kale yako kwa habari kwa kina, likitukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazia kwenye gazeti lako Nipashe, mwanga wa jamii linaanza la habari inaosema CAG abaini udhaifu wa mikataba ya biashara ya carbon, lakini IMF ya kunwa na Tanzania uboreshaji wa uchumi. IMF ya kunwa na Tanzania uboreshaji wa uchumi, lakini makala maalum pasaka ni zaidi ya kufufuka kwa Yesu. Chadema ja yataja sababu lisu kuhamishwa gereza. Sababu yataja sababu lisu kuhamishwa gereza nambari, pia inapatikana kule gazeti ya nipashe kurasa za mbele patana kale yako kwa habari kwa kinam. Na tukiangazia kwenye gazeti la Zanzibar leo lenyei habari kubwa inasema wakati mvua za masika zikiendelea nchini, mamlaka yataka tahadhari zichukuliwe, lakini kamati BLW yakagua shughuli za upatikanaji E, uchapishaji magazeti ya Zanzibar leo. Lakini waziri tabia ataka mafunzo ya kiutendaji ZBC. Waziri tabia ataka mafunzo ya kiutendaji ZBC bari kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini tukiachana gazeti ya Zanzibar leo, tuangazie kwa gazeti ya Raia Mwema linaandika tuzo kalamu ya Samia kutolewa Dodoma, lakini mahakama yarejesha hisa kwa mwekezaji, lakini uamuzi mgumu g 55. Kashifa nzito CWT wa bunge CMFB getakine gazeti la Zanzibar leo, fahari ya Wazanzibari inaandika siri ya Chadema kuficha mpira kwa pani uchaguzi mkuu imebadilika lakini kwenye gazeti la Nuru Silver naandika jubilee Kiringiko kesho, Mufti Sheikh Abubakar Zubeir mgeni rasmi, lakini Islamic Foundation kusaidia kutatua changamoto za Kiringiko. kwenye gazeti la Monalisa naandika Tundu Lissu, kaa la moto, kaa la moto. Naibu waziri awapiga shoti wa bunge, Naibu waziri awapiga shoti wa bunge. COVID-19 ni watosha, lakini hatuna fikra za kuvunja muungano, huyo ni Othmani ini habari kwenye gazeti lako la Mwanahalisi kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la tumaini letu linaandika kwenye habari kubwa inasema wanaotumia vibaya waonywa, lakini watawaaswa kupwacha ubaguzi. Ni habari kwenye gazeti lako la tumaini yetu kurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Zanzibar leo lenye kurasa za mbele linaandika mamlaka yataka tahadhari zichukuliwe lakini waziri tabia ataka mafunzo ya kiutendaji ZBC hiyo. E, ni bali pia imepatikana kwenye gazeti la Zanzibar leo. Lakini e, kwenye gazeti la Mzalendo linaandika boti ya pinduka ya waka moto yaua watu 143. Lakini balozi ahidi kuna vivutio lukuki nje ya nchi, wasira vivu wa wala maendeleo. wasira awatolea awatolea maendeleo nchiaa maendeleo joketi vijana, msikubali kutumika vibaya kisiasa vijana msali kutumika vibaya kisiasa. Ile habari kwenye gazeti lako la Mzalendo kwenye kurasa za mbele. Lakini gazeti lako la habari leo ninaandika eh, saba wafa ajali ya mbili ya ambulensi toyo Mafinga eh, sababu wafa, watu afa ajali ya ambulensi na toyo huko Mafinga. Lakini TAMISEMI yatoa maelekezo a ajira za mikataba seatoa maelekezo a jira za mikataba. Chama cha makini kutoa fomu e, bure wagombea e, wanawake kini. Ripoti ya utendaji BBT kutolewa kila mwaka, ripoti ya utendaji BBT kutolewa kila mwaka. Na mchungaji auawa tuhuma za ushirikina e, mbaroni. Mchungaji auawa tuhuma za ushirikina na watu wanne mbaroni. Lakini system ya ipongeza ACT kutosusia uchaguzi sisi, ameipongeza ICT kutosusia uchaguzi. Ile ni gazeti la Zanzibar leo, lakini tuangazie sasa kwenye michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la habari leo linaandika walete walete wa sauzi, kama wengine watano wa laki bano, lakini soa aingarisha Singida Black Stars, Tanzania wamlilia Lundenga nambari kwenye gazeti lako eh, la habari leo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti linaandika hatari ipo hapa, ripoti mayaleta wanne Yanga. Habari inapatikana ya kwenye gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, hatari ipo hapa, hiyo ndio habari kubwa. Lakini kwenye gazeti lako la Mwanaspoti bado linaandika E, pamba jiji inavyokata kuizima ndoto ya miaka 23. Pamba jiji inavyokata kuizima ndoto ya miaka 23, lakini ripoti ya leta wanne Yanga. Huyo ni ripoti ya leta wanne Yanga kuelekea mtanange kati ya ya Singida, e, kumradi Fountain Gate dhidi ya Young Africans e, huko e, Singida, yuna habari kwenye gazeti la Kolomona Sporti kwenye kurasa za michezo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti kwenye kurasa za michezo, inatufungia usomaji magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa sikizaji mwema, na kwaherini, asubuhi njema.